chama kilishatoa ufanuzi namna ambavyo kura zilivyopigwa endapo bei hizi zingesimamiwa vizuri serikali ingekuwa inasimamia vizuri maeneo haya bei ya mazao haya yote yasingekuwa chini ya shilingi 3500 kwa kilo wakulima hawa wamepaza sauti wakilalamika wa mifumo mibovu ya ununuzi wa mazao kupunjwa bei na kukopwa mazao yao mfano wakulima wa tumbaku wamekopwa zaidi ya bilioni 12.25 wakulima hawa kwa vyovyote vile wakatwe wa bei ya mazao yao imeporomoka, wamewekewa mfumo wa masoko ambao hauzingatii sheria na sera za soko huria, wanaibiwa kwenye bei, wanachelewa kulipwa, wanakopwa. Leo tujiulize, wafugaji wanaohangaika usiku na mchana kutafuta malisho na maji ya mifugo yao, kuwindwa na wengine kuuawa kama wanyama. Wafugaji waliotaivishiwa wa, wa, wa, wa mifugo yao na kuuzwa kiholela, wafugaji waliofukuzwa kwenye maeneo yao na kunyang'anywa mashamba yao, wafugaji ambao mifugo yao inakufa kwa magonjwa, wafugaji wafugaji ambao kila leo leo wanafukuzwa mara mara mara, hameni huku, mara huku, mifugo yenu toeni, fanya kile. Leo hii wafugaji hao tujiulize, wavuvi ambao maeneo yao ya wavuvi sasa hivi wanavua mpaka watu wa, mpaka, mpaka raia wa kigeni wanavua kwenye maji yao. Samaki wamepungua kwa asilimia hamsini. Maeneo mengine ya kuvua yamesimamishwa, yamefungwa wasivue ili kwa ajili ya samaki waweze kuongezeka. Samaki wamepungua kwa asilimia hamsini katika maeneo yetu ya mavuvi. Kwa hiyo wananchi wengi kubaki, waliokuwa wanategemea maisha ya uvuvi, sasa hivi maisha ni magumu wananchi hao chimbaji wadogo ambao wamefukuzwa kwenye maeneo yao ya uchimbaji wamenyang'anywa maduara, wamewekewa utitiri mkubwa wa kodi na kodi na tozo, maeneo ya uchimbaji yamekabidhiwa raia wa kigeni. Wachimbaji wadogo hao, mnakuta watu wanafukuzwa kwenye maeneo yao ya uchimbaji, mnakuta mnachimba, mnaambiwa hili eneo ni la mwekezaji, mnakuta mnachimba, mnaambiwa hili eneo ni la, tumempa tumempa tumempa mwekezaji, kwa hiyo nyinyi ondokeni na mara nyingi maeneo mengi yamechukuliwa sasa hivi na wawekezaji wa kigeni na, wa, na wananchi kufukuzwa. Vijana wa Tanzania wenye rasilimali zao wamefukuzwa na kuwekwa mgeni. Wananchi hao wachimbaji hao wadogo hawawezi kuichagua CCM. Tujiulize, sekta binafsi, wafanyabiashara, wajasiriamali, wawekezaji wazawa wanaonyimwa kazi na kupewa raia wa kigeni, wanaowekewa utitiri mkubwa wa kodi na kufilisiwa na ukadiriaji mkubwa wa kodi usiozingatia mtaji wa biashara. Unaenda pale, unaikuta taasisi ya kukusanya kodi TRA, inampelekea mwananchi pale kodi ambayo ni kubwa kuliko hata mtaji alionao. Madeni makubwa ya wazabuni na wakandarasi, ukiambiwa kwamba kuna deni kubwa la wazabuni na wazabuni na wakandarasi, ujue kwamba ni wazabuni wa ndani, wazabuni na wakandarasi wa nje, wote wanalipo kwa wakati lakini watanzania wamekopwa kuua soko la ndani soko la ndani lina linauawa na kukaribisha bidhaa za kutoka nje ya nchi. Ukosefu mkubwa wa mitaji na kusumbuliwa na mikopo mpaka ya kausha damu. Kwa vyovyote vile, wafanyabiashara hawa na wajasiriamali hawa wa sekta binafsi hawawezi kuichagua CCM, hawawezi leo tujiulize, vijana wanaokosa ajira asilimia themanini kati ya vijana milioni moja wanaoenda wanao, wanao kwenye soko la ajira kila mwaka wengine wametoka vyuoni wengine wametoka shule, shule sekondari wengine wametoka maeneo mbalimbali wengine wametoka vyuo vikuu, milioni moja kwa mwaka, wanaopata ajira ni laki mbili tu. Manake wale laki nane wote hawapati ajira sekta binafsi, hawapati ajira serikalini, lakini na mbaya zaidi, mpango serikalini wa namna ya kuwasaidia hao vijana haupo, na ndio maana mnaona kwamba serikali inaweka kipaumbele inaweka kipaumbele cha kum kipaumbele cha kum inaweka kipaumbele cha kuwasaidia cha kuwasaidia magari ya kifahari wagombea wa urais. Yakanunua magari 18. Na mimi la kwangu nilikataa ni pale. Magari yale yote ya milioni ya fedha, amna la chini ya milioni 500, milioni 500, 600. Kwa hiyo ina maana katika magari 18 unazungumzia bilioni 9, bilioni. Fedha hizi ungezipeleka kwa vijana, ungesaidia vijana wangapi? kupata mitaji, unaenda kununua magari ya kutumia siku sitini tu, siku sitini tu. Na mimi na kwangu nilo likataa, maana yake halina matumizi. Kwa sababu kama linunuliwa kwa ajili mimi nizunguke nalo kuomba kula, na sikuenda kuomba kula, nilikuwa mahakamani na nilinyanganywa na nilikataa gari hilo, maana yake lilibaki pale, halina kazi. Lakini wamekuwa kishuhudia zabuni, kandarasi hata za shughuli tu katika majenzi ya barabara, majenzi ya shughuli za umeme, majenzi ya shughuli za mbali za maji mbalimbali mbali, wanapewa wageni, hata kwa shughuli ambazo zabuni na kandarasi wangeweza kupewa vijana wa ndani, lakini wanapewa wageni. Miradi mingi mbalimbali mbali, ukiambiwa ya ubia, ni kampuni la kutoka nje limekuja kuwekeza hapa, vijana wa Kitanzania wao wanakuwa ni vibarua. Viwanda vya hapa ndani vinaruhusiwa bidhaa za kutoka nje ya nchi, ili zije ziue vi... bi... biashara ya hapa ndani, ziue soko la hapa ndani. Kwa hiyo hata vijana walioko wanaolima, wanaolima sukari, wanaolima miwa, viwanda vya sukari vinapouawa hawezi kupata ajira. Wanaolima, wanaolima alizeti, ikiruhusu, yanaporuhusiwa mafuta mengi ya kutoka nje ya nchi, wanakuja kuwawa soko lao, hawezi kujiajiri lakini na matokeo yake ndio unakuta serikali inalia. Wewe unajua, eh, tunalilia ajira kwa vijana. Wanakimbilia leo eti eh, kwenda kuanzisha wizara ya maendeleo ya vijana itasaidia nini, wakati mifumo yote ya ajira ya vijana imeuawa nchini? Vijana wameenda kwa, wameenda kwa mwekezaji pale, ameajiriwa mkandarasi, halipi mkandarasi huyo mabilioni ya fedha. Hamwezi kutengeneza ajira, viwanda vinafungwa hamwezi kutengeneza ajira na wala hamwezi kuwasaidia vijana, lakini hakuna hata taasisi ambayo inafuatilia haya matatizo ya vijana walionayo. Hakuna. Kwa hiyo hata wizara iliyoundwa eti ya maendeleo ya vijana haiwezi kuleta matokeo yoyote. Leo tujiulize, wafanyakazi wanaolipwa mishahara midogo wenye malimbikizo makubwa ya madai na staiki zao, nchi yetu imefika huko. Wafanyakazi hawa kwa vivyote vile hawezi kuichagua sisi, mtumishi ambao unalipwa mshahara mshahara ambao unaisha tarehe kumi. Maisha magumu, bidhaa zimeruhusiwa kupanda bei, nauli zimepanda, mafuta yamepanda, na wengine wanaishi mbali hata na, na eneo la kazi, hawana makazi, anatumia kahera hapo hapo kama mshahara kusafiri kila siku, lakini wazee wetu wa staff waliolitumikia taifa, taifa hili kwa uzalendo mkubwa, anamaliza amemaliza miaka yake 60, na ana staff kwenda nyumbani, anaambiwa bana, wewe mafao yako bado, mara eh, mwajiri wako alikuwa atumi michango yako anazunguka anazunguka mzee wa watu, wengine mpaka wanafariki bila kulipwa mafao yao. Wazee hawa, wazee hawa pamoja na ndugu zao hawezi kuichagua sisi. Madiwani wenye viti wa, wa vijiji wenye viti wa mitaa na wenye viti wa vitongoji hawalipi maslahi yao, lakini viongozi wengine wote wa serikali kuanzia mtendaji wa kijiji mpaka rais wanalipwa mishahara, hawajitolei lakini diwani mbunge mwenyekiti wa wa, wa, wa, wa, diwani, diwani mwenyekiti wa kijiji mwenyekiti wa mtaa mwenyekiti wa kitongoji wao ni kujitolea. Kwa nini hawa viongozi wengine wanaofanya kazi za umma hizo hizo wao hawajitolei, lakini hao hawa mnalazimisha wajitolee? Viongozi hawa wana kinyongo kikubwa na serikali. Leo tujiulize, waumini ambao wamefungiwa makanisa yao. ano sasa bila sababu za msingi, na limekuja tunaambiwa kwamba limefunguliwa bila kuelezwa sababu za kufungiwa na sababu za kufunguliwa, ambayo hiyo yote ni kuona tu kwamba ni ugandamizaji wa haki ya kuabudu hapa nchini. Waumini hawa leo wamekosa kuabudu miezi mitano, unawalipa na nini kiroho, kiroho unawalipa na nini? Waumini hawa pamoja na ndugu zao wengine, kwa vyovyote vile hawawezi kuichagua CCM. Tujiulize, wananchi walioshindwa kugharamia gharama za matibabu ya magonjwa ya figo, moyo, kisukari, shinikizo la damu, kansa na kadhalika, wananchi wanaonyimwa miili yao ya marehemu ya ndugu zao kwa sababu ya kushindwa kulipia gharama za matibabu na, na gharama za kuhifadhi mwili, wananchi hawa niliwahi kusema kwamba gharama za matibabu za mgonjwa wa figo zinakwenda mpaka kwenye zinakwenda mpaka kwenye kwenye milioni ishirini na tano kwa mwaka. Ni wananchi wangapi wanaoweza kuzigharamia hizi? Lakini fedha zile zilizoko serikali zinachezewa tu, watu, watu wanafanyia nasa tu, ambazo zingeweza kugharamia hawa wananchi, tukalipa bure wakatibiwa bure. Wamelalamika, wamelia wewe milioni 25 utauza mashamba, utauza nyumba, utauza nini? Yani mpaka utafilisika, mpaka utasema tu ndugu yako uweze tena kumtibu yani. Lakini wananchi hao wamelia kilio cha muda mrefu, hawapati msaada wote kutoka kwenye serikali hii ya awamu ya sita. Leo tujiulize, wananchi wanaoadhibiwa kwa kwa makosa mbalimbali. Leo tujiulize, wafugaji wengine walioshinda kesi mahakamani, mifugo yao ilitaifishwa na serikali; wameenda kushinda kesi mahakamani, wanatakiwa mifugo ile irudishwe. Leo zaidi ya miaka mitano wafugaji hao hawajarudishwa mifugo yao. Kwa vyovyote vile, familia hizi zina hasira na serikali. Mahakama ilishaamua, nani aliyekataa huko serikalini? Kwa kuwachukia serikali kwa au kwa ajili kwa, kwa, kwa ya nini? Mahakama imeshasema warudishiwe mifugo yao au walipwe fidia. Serikali mpaka leo hii imekaidi amri hiyo, lakini watu wengine wakilalamika, waki kidogo tu wamelipwa Tumeenda kulipa mpaka fedha huko huko za, za kule aksidi, kule tutaenda kuziona huko mbele ya safari, lakini wananchi wenu hapa mifugo yao mmeitaifisha, mmeiuza kiholela. Leo wameshinda kesi mahakamani, mmekaidi kuirudisha. Familia za wafugaji hawa, kwa vivyovyote vile hawawezi kuipenda CCM. Tujiulize, wananchi wanaoishi jirani na maeneo ya, ya hifadhi wanaokanyagwa na tembo kila leo na kufa kule, wilayani kwangu tume hatu wameshakanyagwa watu zaidi ya 20 na kuuawa. Sasa chukulia kwa nchi nzima, ni mamia ya wananchi wameuawa na tembo, lakini pia tumeona migogoro ya hadi zisiyoisha. Ajali za barabarani kwa miaka mitano wananchi wamefariki elfu saba mia sita thelathini na tisa na waliojeruhiwa ni elfu kumi na mbili mia sita sitini na tatu katika miaka mitano, imekuwa kama vile ni tuko kwenye tuko utadhani tuko vitani. Majanga ya moto na yenyewe ambayo tunayashuhudia kila leo hapa nimetaja karibia makundi yote hapa nimetaja karibia makundi yote ya wananchi ambapo Chama cha Mapinduzi ndio wanajinasibu kwamba waliwachagua kwa asilimia 97.6. Kwa mapungufu haya, nani anaweza kukupa kura za asilimia hizo? Maandamano siku ya ya uchaguzi. Hapa nataka kusema kwamba nataka kusema